na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi alehi wasallam, kuna mambo mawili matatu ambayo nikaona kwamba tukumbushane, tukiwa katika ulimwengu huu, tukiwa katika maisha haya, basi tuweze kuyafanyia kazi, khususan katika masiku haya tuliyokuwa nayo. Tupo katika mwezi, mwezi ambao unaitwa mwezi wa Shaabani, mwezi ambao baada yake mwezi huu wa Shaabani, mwezi unaofuata ni shaharu Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Sasa katika mambo ya kukumbushiana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Shaabani katika mambo ya kukumbushana ndani ya mwezi huu wa Shaabani ni kwamba ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wa wasallam aliutiria mkazo sana. Mwezi huu wa Shaabani ni mwezi ambao Mtume sallallahu llahu wa alaihi wasallam alizidisha sana ibada, hususan ibada ya funga ndani ya mwezi huu wa Shabani. Na ndio katika mapokezi ya bibi Aisha radhiallahu anha, anaelezea bibi Aisha radhiallahu anha, ambaye huyu ni zauja tu rasuli, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. E, zauju rasuli, unaweza ukasema zauju au zauja. Wenyewe watu wa lugha wanasema kwamba unaweza kusema zauju, zauju rasuli Mtu wa mtume huyu, mtu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, qalat, amesema. Wa kwa kuwa yeye ndiyo aliishi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ndiyo alikuwa akimuona mwenendo wake, anasema Bibi Aisha radhiallahu anha, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani zimfikie juu yake, yasumu shaabana kullahu au aktharahu, akifunga mwezi huu wa Shaabani. Aidha alikuwa akifunga wote <clears throat> au aktharahu, au siku nyingi za mwezi wa Shaabani alikuwa akitumia katika funga, mutafaqun alayh. Kwa hiyo mawili, aidha alikuwa akiutumia wote akifunga, au alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaabani kwa maana siku ambazo alikuwa akila ni chache kuliko zile ambazo alikuwa akifunga mwezi huu. Kama nilivyotangulia kusema, ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitilia mkazo sana, mwezi huu wa Shabani. Lakini pia mwezi huu wa Shabani ni mwezi wa kujiandaa kiroho kwa ajili ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuanza kuongeza ibada polepole, swala za sunna, kufanya adhkari mbalimbali, lakini pia kusoma Qurani. Huu ndio mwezi wake wa kuzidisha hasa, unajiandaa kidogo kidogo kidogo, ili mradi ukija ukiingia ndani ya, ya Ramadhani hasa zile ibadati zisije kuwa nzito kwako zile ibada mbalimbali ukiambiwa okay, kuna qiamu laili kuna kusoma Qurani, usije kuwa mzito, kwa maana yale yote yale maandalizi yake yanaanzia hapa. Sasa ndipo panapoanzia maandalizi, hiyo ndiyo maana yake. Lakini pia ni mwezi wa kurekebisha nia, nia yako ile kuisafisha nia, kama ulikuona nia mbaya mbaya, unasafisha nia yako lakini pia ni mwezi wa kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo yote ambayo sio mazuri unaanza kuyaacha mapema eh, kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiongeza ibada katika mwezi huu wa Shaabani, kama asivyotangulia kusema. E, lakini pia miongoni mwa ibada hizo kufunga saumu zaidi, imesuniwa kufunga saumu zaidi. Ndio hadithi imekuja Bibi Aisha radhiallahu anha, ambayo imeelezea katika hadithi hii muttafaqun alayhi, kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm. kana yasumu sumu shaabana kullahu au aktharahu, aidha alikuwa akiufunga wote au alikuwa akitumia siku nyingi kufunga kuliko zile siku ambazo anakula, aidha akifunga wote au akifarahu au akitumia siku nyingi kufunga kuliko zile siku ambazo anakula. E, katika mwezi huu wa Shaabani anza kuuzowesha mwili ibada ya saumu, mwili usije ukaanza kuona ajabu. Sasa mwili uone kwamba hii ibada ya funga ni ibada ya kawaida. Anza kabisa kuuzoesha mwili wako ibada ya somo. Kama uwezi kufanya kama alivyokuwa anafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye Rasulullah alikuwa aidha akifunga wote au aidha akifunga sehemu kubwa ya, ya mwezi huu wa Shaabani, basi wewe anza kuuzoesha mwili hata kidogo, kidogo. Unaanza kufunga saumu za sunna ili mradi ukiingia katika mwezi wa Ramadhani usije kuona kwako wewe ni mzito. Lakini pia kusafisha nyoyo, mwezi huu unatakiwa usafishe moyo wako, kuombea, ku, kuombana misamaha wale ambao mmeko sana, basi msafishiane nia, msameheane, kwa sababu mwezi ambao tunaelekea mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kwenda kufanya mavuno, ni mwezi wa kwenda kupata thawabu nyingi. Sasa ikiwa hapa bado hamjasameheana hapa huko, katika Ramadhani mtaenda mtaenda kupata nini? Sasa hapa hapa kwenye shaabani hapa, kama kuna mtu umemkosea basi um, um, umuombe msamaha akusamehe, kwa kuwa ni ndugu yako, kwa kuwa ni jirani yako, kwa kuwa ni muislamu wenzako, kwa kuwa ni biadamu wenzako, basi mapema msameheane katika yale ambayo amkuenda, sawa basi msafishenia muende sawa kwa kuwa tunakwenda katika mwezi ambao ni muhimu sana, mwezi ambao wenye thababu nyingi, basi hapa hapa ni sehemu ya kusafishania, lakini pia kuomba maghfira. Kuomba maghfira na toba, maghfira, samaha, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah aladhima, na kuomba toba, toba kutokana na madhambi makubwa ambayo Umemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi yote madogo na makubwa, unakaa unamuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, unamuomba toba. Unapokuwa umemaliza kuswali, basi utumie japo dakika tano kumuomba kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamee makosa mbalimbali ambayo umeyafanya, ume yale ambayo unayajua na yale ambayo hauyajui basi mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamee makosa ambayo umeyafanya, ili mradi uweze kuwa wewe ni mwenye kujisafisha vizuri, uweze kuwa wewe ni mwenye kujiandaa vizuri kwa ajili ya kuingia katika mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Lakini pia kuimarisha uhusiano na Qurani. E, mwezi huu ndio wa kujikurubisha na kuimarisha uhusiano wako wewe, kati ya wewe na Qurani. Kwa masikitiko makubwa, maisha yetu sisi hasa katika zama hizi za sasa hivi hatuna uhusiano kati sisi na Qur'ani. Qur'ani yetu sisi tumeitupa huko, sisi wenyewe hatuisomi, vijana wetu hatuhimizi kuisoma, muda wa kusoma Qur'ani tena ndio mezidi kumini wamekuwa mdogo, watoto shule wanakaa mpaka ule muda wawamekuwa wakum... hawana, yote hii ni mtihani ambayo kwa kwa masikitiko makubwa watu wajui kwamba baadaye kizazi gani kitakuja kuwepo, kwa sababu Qur'ani haipati muda hasa wa kusoma. Qur'ani haipati muda ule wenyewe wa kusoma na haifanyiwi kazi. Sasa katika fawaidi za mwezi huu ni kuimarisha uhusiano kati ya kwewe na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambacho ni Qur'ani eh, katika kuifuata katika kuisoma, na kuifanyia kazi, kuitumia katika maisha, maisha yako.